Tuta kukuta ndugu yangu. Nilipita nyumbani pale nikamkuta bibi mkubwa akaniambia, umetoka vipi? Halafu nakuona hauko sawa, kuna jambo lolote linakutatiza? Ni kweli siko sawa, na ndio maana huwa anapenda sana kujaya mazingira ninapojihisi tofauti maana nakumbuka marehemu mzee wakati anasimamia ujenzi wa hii nyumba alikuwa anapenda sana kuja na mimi hapa, na kuna mambo mengi sana ya muhimu katika maisha yangu alikuwa anielekeza, lakini toka amefariki sioni dira ambayo alikuwa ananiambia mzee. Na jambo linanisumbua ni gani. Ni jambo gani hilo kaka? Na mimi unamfahamisha miji yako. Una unamzungumzia idaya, sizani kama una mwingine. Vipi, mmekwazana kwa, kwa lolote lio? Hapana, ni bora tungekwazana, uenda tungeombana samani angeisha, lakini ili ambalo analo kwa sasa ndo linafanya kichwa changu kinazidi kuniuma. Kuna jambo amenielekeza kwamba toka mwezi uliopita mpaka ya leo, ana wasiwasi na mwili wake na hajaona mzunguko wake, na kwa tarehe ambazo ameniambia ni kweli, nilikuwa naye mimi. Sasa najaribu kuwaza kama ni kweli atakuwa mjamzito kama ninavyofikiria sijajua itakuwaje upande wangu. se kaka, hilo ni tatizo tena, sio dogo, ni tatizo kubwa kulingana na mazingira ambayo unaishi kwa sasa. Lakini labda ni kutoe hofu, unafahamu fika nilishapataga kazi na mpaka sasa hivi nafanya kazi kule, kwa hiyo sitokuacha kwa hiki. Ndugu yangu, tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha ile swala tunalisimamia wote. Kupata kwako kazi haimaanishi kwamba mimi nikuletee kila shida yangu, kwa sababu kuna watu hapo nyuma yako wanakuangalia wewe kaka, na wewe mwenyewe pia unahitaji kujihudumia. Kwa hiyo nikikuletea kila shida itakuwa tatizo, hasa ili ambalo ninalo kwa sasa. Nisikilize kaka, wewe ni ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu. Sasa siwezi kukuacha kwenye matatizo wakati hata wewe kwenye matatizo yangu unakuwa unahusika. Hivyo ni kuondoe hofu, tutashirikiana bega kwa bega kuhakikisha haya matatizo ulionayo tunayaweka sawa kwa pamoja. Hichi hichi kidogo nitakachukua napata, nitakuwa na kigawa, nakigawa hata kwa kuhakikisha kwamba mambo yako yanaenda sawa mpaka siku ambayo utakuwa umesimama kwa miguu yako miwili. Kwa hiyo ondoa shaka kabisa kaka, kuwa na amani. Nashukuru sana ndugu yangu, kuwa na amani. Nashukuru sana. Nini unataka kusema mama? Mi nimepata mchumba, unasemaje wewe? Sintafutie balaa wewe mtoto, mchumba gani? Sitaki Tamika, tulishazungumza hili jambo, sitaki kusikia taarifa yoyote Tamika, tafadhali mama. Mbona sikuelewi? Kwa nini unitakii mema? Mi mwanao nakutakia mema ila kama hautonisikiliza nachokwambia, usija kunilaumu kwa, kunila kwa kitakachotokea. Kipi? Kipi kitakachotokea mama? Na mbona unafanya nianze kukufikiria vibaya? Kwa nini unataka kupanga maisha ambayo mimi ndo naenda kuyaishi mama? Mama, wewe ni umenizaa tu, lakini mwamuzi wa maisha yangu ni mimi mwenyewe na sio wewe. Semeni, nimefuata mzigo wangu. Ape, Ape. Naomba simu yangu tafadhali. Usitake nitumie nguvu. Kumbe naweza kutumia nguvu, eh? Fanya hivyo basi. Sikia ni kwambie Kapera. Kila ninachokifanya nakifanya kwa sababu ya kutafuta ninachokihitaji kutafuta. Niache. What do you want to know in my phone? Mbona nimesha kueleza ukweli? Ni ukweli gani unaotaka kujua? Shika simu, shemeji. Naomba simu yangu tafadhali. Spendi za rao, usimsikilize. Twapaswa andika hape. Umeona nini? Hamna kitu, dada. Naona meseji za yeye na rafiki zake. Upa onyo kapera. Mimi ni mtu mbaya sana. Omba Mungu ninachokitafuta nisikipate. Hivi mama, utabadilika lini? Lakini angalia sasa, imefika hatua mpaka ya kuzalilishwa na mabinti wadogo. Yule binti si ni mwanao kabisa, wa kukutamkia maneno makali kama vile, mama, umekosa kazi ya kufanya? Tamika, eh? kwani mimi kudaiwa kwangu wewe kuna kuwasha wapi? Kuna siku nimekuomba mimi uje kunisaidia kulipa? hata kama mama, unatuzalilisha wanao, tunanyoshiwa vidole huko mtaani kote tunakopita kwa ajili yako wewe. Chunga domo lako, mimi sio shoga yako tena, sitaki unifuatilie, koma kabisa, mshenzi wewe. Na kama wewe mjinga, Mzee Alima anakudanganya, endelea kumsikiliza kama anayajua mapana ya pazia ya leba. Nisikilize Kapela. Dada atagundua kila kitu kabla hata hatujaondoka hapa. Liharakishe hili jambo tuondoke. Nisikilize Recho, naelewa kuhusu hilo jambo. Kila kitu kitakuwa sawa ndani ya hii wiki, kufikia wiki ijayo tunaondoka muda wowote ule. Bado hiyo wiki ijayo ni mbali sana, mpenzi wangu. Inapaswa tuvumilie, hakuna namna. Sawa. Hapana dada, sipo sawa. Shida ni nini? Haya mambo wewe na shemeji yananiumiza sana. Pole sana. Nataka niachane na Kapelo, lakini siwezi kuachana naye mpaka nirudishie pesa zangu. Kwa hiyo vumilia, mdogo wangu. Naondoka kama nilivyokuambia. Kila kitu kipo, utapika utakula. Unaelekea wapi? Tachelewa kurudi. <tihilis> Huko, huo unajisikiaje kwa hicho na unachokifanya? <laughs> Nasikia napenda sana kuachezea namozawatu, alafu hivi wanavyoniwinda ndio. <laughs> Napenda hatari. Unataka kuniambia hawakukuona? ni ni onyeshe, siamini. Kojo, bado kidogo tu nitoke. <laughs> <laughs> Unajua hiyo ni hatari, ila siku akikukamata utajuta. Najua hiyo siku ipo ndio maana naongeza juhudi za kumchezea yule mwanaume, ili hata siku akinishika na kunipa adhabu, basi na mimi nimefaidi. Sawa, ila mimi sipendi hiyo tabia yako ya kuhangaika. Kwa nini usitulie tu na mwanaume mmoja anayekupenda ukawa naye? hmm. hayo mambo ya mwanaume mmoja waliweza mabibi na mababu na babu zetu, mimi siwezi kwa kweli, na sidhani kama kuna mwanamke anayeweza eti mwanaume mmoja

sana kupika. Yaani sijui hata kwa nini nimechelewa imechelewa. Na nakupenda sana makoko. Hata mimi nakupenda sana. Rili really. Unajua Waswahili wanasema kila ndege hutua kwenye kiota kipendacho. Wewe kwangu, nisema umekuja kama nabii. Maana mimi katika maisha yangu simjui ndugu yangu yoyote yule. Nipo mimi kama mimi wewe umekuja kuwa mkombozi. Nafarijika sana kufahamiana na wewe. Nina mawazo sana, ila nikiwa na wewe uwa mawazo yangu yata nakimbia. Lili, unawaza nini? Mtoto mdogo kama wewe, unakula vizuri eh? Unavaa vizuri, wazazi wako wamekulea vizuri, unapendeza kila unapopita. Unawaza nini? Sina wazazi, ila nina mzazi Unamaanisha nini? baba wangu alikufa. amba sana. Pole sana, Mungu atakujalia, ni mapito tu. Kwa hiyo ue unaishi na mama wako? Ndiyo, niko na mama tu. Natamani kuita baba, ila simuoni kumwita baba Nyamaza, Lili. Mimi mwenyewe natamani niitwe baba, lakini wakunita baba simuoni. Unamaanisha nini? namaanisha niite na ni mimi baba, na kuahidi nitakupenda kama ninavyoweza kumpenda mwanangu, na nitahakikisha unakuwa ni mwenye furaha na amani moyoni mwako. Kweli? Ndiyo, kwa sababu umeonyesha upendo wa dhati kwangu toka siku ya kwanza nimeonana na wewe. Ina maana huyu mtoto ana nguvu kiasi gani mpaka kujua haraka alipo baba yake? Ina maana wamejuana, ama vipi? Mana sielewi. Haina shida, nitajua tu Umeamua kurudi si ndio? Kwa hiyo wewe ndo umekuwa mama huruma, si ndio? Unagawa tu vyakula. Unajua mi natafuta kwa nguvu gani hivi vyakula mpaka o nachukua jukumu ya kwenda kugawa huko nje eh? Nakuuliza haya, yule ulokomekaa naye ni nani? Ni rafiki tu mama. Rafiki? Kwa hiyo umekosa marafiki wa jinsia yako au umekosa rafiki wa lika lako mpaka ukawa na rafiki baba jituzima kama lile eh? Tena mmekaa mnakumbatiana kabisa kimapenzi. Yule ni bwana yako? Pana, mama, mbona umefika mbali hivyo? Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho, mm. Nisikilize sasa, kuanzia leo, tena siyo leo, sasa hivi, iwe mwanzo na mwisho kuwa karibu na yule mtu mzima. Tunaelewana? Unanisikia? Nakuelewa. Ah, toka hapa, sitaki kuona kwenye macho yangu. Bado hawajajuana hawa. Huyu Makoko ni mshenzi sana, nitamuonyesha ugumu wa maisha ulivyo. Karibu. Sikuelewi ujue, shemeji, unaniita nani? Si unataka kunipa lawama hape? Ina maana haukuona sehemu nyingine yoyote ya kuzungumza mpaka unitie roji hivi? Unakumbuka no ushaikunataka, kabla ya kujua nipo na rafiki yako? Aya, sasa leo nataka tuanze mahusiano rasmi. Lukindo, ni kwa muda mrefu sana umeondoka, na tangu umeondoka sijawahi kupokea simu yako. Hilo ni kosa nimefanya, lakini Zuu, wewe ni shahidi wa maisha yangu. Unajua sikuwa na lolote mimi na wala sikuwa na uwezo wa inabidi nifanye vile. Niambie, unahitaji nini kwangu? Kwa sasa naweza kukuhudumia. Nahitaji turudishe mapenzi yetu kama zamani. Ni kweli nakupenda tena sana, lakini kwa sasa mimi nina mtu na ninaishi naye Itakuwaje? Kwanza nikupe hongera kwa kuwa mwazi kwamba bado unanipenda, lakini haina haja ya kusema itakuwaje. Zu huwa unanipenda mimi, unapaswa kufata vile moyo wako unavyotaka kuwa. Tafadhali. Naomba niende, maana muda unazidi kwenda, natakiwa kurudi nyumbani. Tutakutana wakati mwingine, nimekumisi <coughs>